kuzizungumzia nyota moja moja kulingana na mwaka huu 2026. Leo tunaitizamia utabiri mkubwa mwaka 2026, nyota ya Sumblat, Virgo ama Sumblat Authority. Mwaka wa akili, usafi wa maisha na marekebisho ya hatima. Utangulizi wa kina, roho ya Sumblat mwaka 2026. Sumblat ni nyota ya akili mpangilio uchambuzi na uangalifu wa kina. Mwaka 2026 unakuja kama kioo, unaonyesha kilicho sahihi na kilichoharibika. Si mwaka wa kuficha makosa, ni mwaka wa kuyarekebisha yale makosa au yale matatizo ya zamani. Nyota ya Utharidi ama Somlati inakuongoza, Somlati katika njia kuondoa vitu visivyofaa, kupunguza mizigo kuweka maisha katika mfumo unaofanya kazi. Wengi wa Sumlati watahisi uchovu wa kurudia makosa yale yale, tamaa ya maisha yenye mpangilio, msukumo wa kubadilika tabia, kazi au mahusiano. Huu ni mwaka wa kuweka misingi wa miaka mingi ijayo, sio wa maamuzi ya haraka. Sehemu ya kwanza: utambulishi wa nafsi, mabadiliko ya ndani, mabadiliko ya kiroho na kiakili. Akili ya mwaka 2026 inakuwa kali zaidi. Unaanza kuona nani anakutumia, nani anakusamini, nini kinakuzoofisha. Hamasa ya kuwa mkamilifu inaongezeka, lakini lazima ujifunze huruma kwa nafsi yako mwenyewe. Somo kuu la mwaka: usafi wa maisha huanza na maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Ukikubali somo hili, mwaka 2026 itakuwa nyepesi. Ukilipinga, mwaka utakuonyesha ukweli. Sehemu ya pili: kipato, kazi, biashara na fedha. Mwanzo wa mwaka, Januari March, kipato kinaweza kuwa cha kawaida au kupunguza kidogo. Gharama za lazima zinaonekana kuongezeka. Kipindi hiki ni cha kufunga miaya ya matumizi, kupanga bajeti, kuacha matumizi yasiyo na tija. Onyo: usijaribu kurekebisha kila kitu kwa mara moja, anza kidogo kidogo. Kipindi cha marekebisho, April June fursa zinazojitokeza kupitia kazi za ziada, maarifa uliyopata zamani, huduma unazoweza kutoa kwa wengine. Sumlat anayejipanga anaanza kuona mwanga wa kifedha, anaweza mfumo unaodumu kazi zenye baraka. mwaka elfu mbili ishirini na sita kupitia nyota ya Sumblat, afya na ustawi, elimu na utafiti, uhasibu, takwimu, mipango, huduma za kitaalamu, kazi za mikono zenye ubora kelele cha fedha Julai Septemba, huu ni msimu wa mavuno, mapato yanaoweza kuongezeka polepole lakini kwa uhakika. Lakini usikubali mzigo wa watu wengine, usifanye kazi kwa njia ya huruma. Kanuni ya mwaka faida, sumbla tiko kwenye mfumo Mwisho wa mwaka, Oktoba Disemba, fedha zinatulia, madeni yanaanza kupungua. Msingi wa kifedha mwaka elfu mbili ishirini na sita unawekwa katika mpangilio uliokuwa sawio. Sumblat anahisi utulivu na udhibiti. Sehemu ya tatu, mtihani ya maisha, majaribio ya ndani. Mwaka elfu mbili ishirini na sita inakuwekea mitihani mitatu mikuu: mtihani wa kujilaumu kupita kiasi kujiona dhaifu, kujilinganisha na wengine, kujikosoa kupitia kiasi. Sehemu ya pili, mtihani wa kusema hapana, watu kutegemea sana kazi sio zako, kujitwika kama zako, majukumu yasiyo na mwisho. Mtihani wa kuachia udhibiti, si kila kitu lazima kifanywe na wewe, si kila kosa ni jukumu lako. Ukivuka mitihani hii, afya itaimarika, ita ndani ya kiwiliwili chako Nguvu ya ndani inaongezeka. Maisha yanakuwa mepesi. Sehemu ya nne: mapenzi, mahusiano na ndoa. Sumblat ama utwaridi asiye na mwenza. Mwaka 2026 ni mwaka wa uchujaji, kuchagua kwa akili, si hisia tu. Mapenzi ya kweli yanakuja taratibu, mtu mwenye utulivu na uwajibikaji Kipindi kizuri Mei Agosti. Sumblat aliye kwenye uhusiano, ndoa, mwaka wa mazungumzo ya kweli, kurekebisha misingi. Changamoto: kunyamaza badala ya kueleza, kutarajia ya mwenza kuelewe bila kusema. Mapenzi ya Sumblat mwaka 2026 yanahitaji uwazi, ukimya. Sehemu ya tano: chuki, fitina na maadui wa kimya kimya. Adui wa Sumblat anaonekana kama mtegemezi au mtu anayekukosoa kwa niaba yako hatari kutoa siri zako zote, ujaribu kuokoa kila mtu. Kinga yako mipaka mpangilio na ukimya busara. Sehemu ya sita mafanikio heshima na utambulisho. Mafanikio ya sumla mwaka elfu mbili ishirini na sita si ya haraka, ni ya kudumu. Mwisho wa mwaka unaheshimiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, unaaminiwa kwa kazi zako, utatazamwa kama mtu wa msingi. Hitimisho kubwa ujumbe wa nyota ya sumlati utwaridi mwaka huu 2026, mwaka, mwaka huu haukuulize, ewe mkamilifu, unakuuliza ewe mkweli, mpangaji, mwenye huruma kwa nafsi yako. Nadhani ndugu yangu, tuishie hapa kwenye mtazamo wa nyota hii sumlati utwaridi. Tutaendelea kuzichambua nyota moja moja hadi tufikie nyota mlango kumi na mbili katika mlango wa zodiac. Ndugu yangu, ikiwa huja subscribe, subscribe sasa ili uwe mwanafamilia. Na kwa wale wenye kuhitajia kutambua nyota zao kiundani, unaweza kuchukua namba zangu ukanitafuta, ukachangia chochote kitu, nikaweza kukueleza nyota yako husika. Nam, tuonani katika video nyingine. Asantum.